Bimapap urahisi wa maisha ah. kwa kutokana na vivuko, tulikuwa tunachelewa kuja shule, kwa sababu vivuko vilikuwa vinatumia muda mrefu kutoka una andii Kigongo kuja Busisi, kwa hivyo tulikuwa tunachelewa. Kwa hivyo mimi nikitoka huko hiyo saa kumi na moja kuja kufika huku saa mbili ninakuwa nimechelewa vipindi vya darasani kwa hivi daraja hili likishaanza kutumika litaturahisishia kwa hii shule sio lazima nitumie vivuko hata kwa miguu naweza nikatembea daraja hi itanisaidia nitakuwa nawe kufika shuleni mwalimu hata nipa adhabu kama kama mwanzo nitaamka asubuhi na mapema nitapitia darajani au nitanunua baskeli, nitakuwa nawai kuja shule. Daraja hili litanisaidia sana na historia kubwa. mi na Mama Samia kwa kutujengea daraja hii, kwa sababu wazazi mama zangu kutumia daraja kwao. Namshukuru Mama Samia kwa kutujengea daraja hili, ni historia kubwa sana hii. daraja liko karibu kufunguliwa, sisi kwa wanafunzi, yaani kwa sasa hivi limetulahisishia kutupa njia ya kuweza kufika haraka shuleni. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo, kwa sababu inaruhusu kuweka ti namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima, uwezo wa kupata mkopo ba hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji, hata kama bajeti na bana tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli, au kwa whatsapp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima pap, urahisi wa maisha.